Ujenzi wa miundombinu ya elimu Zanzibar umetia fora sana, siabuti kwa serikali ya muungano kuunga <coughs> mkono juhudi nzuri zinazofanyika. Kwa hiyo kwa Zanziba shule hizi za ufundi zinajaa zi, zi, zi. moja hapa Wete Kojani, nyingine inajengwa kusini Unguja. Watu wa Pemba wanapenda sana elimu. Sasa hili mlisikia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alivyochukua uongozi wa nchi yetu. Kwa mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, matukio ya elimu akigawa vkwambi si kwa walimu, akitoa zawadi kwa waliofanya vizuri sana. Tumekuja mara kadhaa, na tunaona kinachofanyika Zanzibar kwenye mambo mengi, lakini katika elimu, na elimu itanyanyua Zanzibar kwelikweli. Dr. Hussein Mwinyi anasimamia elimu vizuri sana na amempa kazi hiyo Mheshimiwa ndugu yangu rafiki yangu Leila Mohamed Musa. Kwa hiyo Zanzibar inapaa. Dr. Hussein Mwinyi oyee! Meshonge rasmi, siku ya leo ni kukabidhi tu site ambayo tunaenda kujenga chuo cha ufundi ila hapa nataka niwaambie, nataka niwaambie ndugu zangu wana kambini, jimbo la Kojani, wilaya ya Wete, ujio wa Profesa Mkenda amekuja na neema ya ujenzi wa kituo hicho, yaani shule hiyo ya ufundi, ambayo niwaambie kwa Tanzania nzima ziko shule takriban thalathini kwa awamu hii, na kwa Pemba ni kimoja tu ambacho kitajengwa Kichokochwe. Wa, mna bahati sana wana jimbo la Kojani, mna bahati sana yani, bahari zote mpaka imekuja Kichokoto. Hongereni sana na ujenzi wa, wa chuo hiki, ujenzi wa shule hii ni faida kubwa sana kwa maslahi yetu na vijana wetu wanaokuja, yani tunaenda kutengeneza uchumi wetu, tunaenda kuimarisha uchumi wetu kupitia chuo hiki ambacho kinajengwa. Ni ajira kubwa sana kwa vijana wetu ambazo watapata wakati wa ujenzi na baada ya ujenzi, na kuombe sana dhami ni elimu, nikuombe sana wakandarasi wetu, nadhani iko hata timu ya wakandarasi hapo ikiongozwa na Shamis engineer wizara ya elimu na mafunzo ya amali kwamba itashirikiana na itashiriki asilimia mia kuhakikisha mradi huu hu unajengwa kwa viwango, kwa sababu ndio maelekezo ya mama Samia, ndiyo maelekezo yakaseni ambayo nyinyi mawaziri wetu mnaishi nayo. Lakini mheshimiwa, ni kuhakikishie kwamba wananchi wa hapa wengi, akasema mbunge, lakini niseme wamekuwa karibu sana, kwa sababu mbunge ambaye wamemchagua elimu tumeshirikiana naye na tumefanikisha miradi mingi na mikubwa. Kwa mfano, tumejenga shule za msingi za sekondari katika, tumejenga kijiji cha ani, na hivi navyokwambia mbunge tayari amejenga hoja na wizara tumeridhia, tunajenga shule ya sekondari pale tulipopita, mchanga shule ya msingi mdogo lakini pia shule iliyopo ya msingi ukaikarabati. Hususan swala hili la kujenga chuo cha mafunzo ya amali hapa, naona ni jambo zuri sana, serikali uliamua jambo hilo kwa sababu hapa shule zikaposimama vizuri, chuo kitakapojengwa vizuri, na kati nafanya kazi unapata kusoma watu wa jimbo hili la Kojani na wengine kutoka sawito <coughs> mnaotoa kwa wananchi hasa wa eneo hili ambao ni majirani zetu, ni wenyeji wetu hapa kambini. Kwa watoa ushirikiano Kusana mafunzo husiana kuja kusimama simamia ujenzi huu ili kuendelea